anayeweza akakijua cheo cha mtume. Ukitaka kuona daraja ya mtume, tazama sallallahu alayhi sallat salat malaikatu alayhi wa sallahu ala nafsi wa amarallahu jamii annas so, usalli alayhi Muhammad <tuhi>. Ukitaka kuona daraja ya mtume sallallahu alayhi, Mungu mwenyewe. Sallallahu alayhi, Mungu mwenyewe amemtakia rahma moja, wasallatu alayhi malaikatuhu na malaika

Siwallah, hakuna anayejua daraja ya mtume isipokuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Ndugu zangu, vikao kama hivi, nini lengo lake? Lengo lake ni sisi Waislamu tumuige mtume wetu Muhammad, tuishi kama alivyoishi Mtume Muhammad. Ndiyo lengo la vikao hivi. Uh, um, leo Waislamu wanamwiga nani? Leo Waislamu wanachinjana, leo Waislamu hawapendani, leo Waislamu hawasemezani, leo Waislamu wanahusudiana. Waislamu, mnamwiga nani? hivi ndivyo alivyokuwa mtume wenu? Mimbari hizi si zimewekwa, si maana yake aelezwe mtume kisha tumfuate mtume? Sio aelezwe mtume alafu sisi tuwe kinyume na mtume. Mtume sallallahu alaihi wasallam, bedui mmoja anaamka nyumbani kwake, anachukua upanga anauloweka katika sumu anatoka. Lengo ni kwenda kumuua mtume. Anafika njiani, anakutana na komando Omar ibn al-Khattab. Anamuuliza, wee unakwenda wapi? Asema anakwenda kumuua mtume. Omar anamkamata yule jamaa, anamfunga, anamkokota mpaka kwa mtume, anamfunga katika nguzo ya mtume. Mtume anatoka anakuta kuna mtu amefungwa katika nguzo na Omar iko pembeni. Mtume anamuuliza Omar, ya Omar, madha faala hadha rajul? Huyu mtu mbona umemfunga, amefanya nini? Omar anasimama kwa hasira anasema, huyu mtu ametoka nyumbani kwake, ana huu upanga anakusudia kuja kukuua, mimi nikamkamata nikamfunga hapa. Tazama, mtume alifanya nini? Mtume akamuuliza Omar, hal atwaitahu taama. Hey Omar, huyu mtu umemfunga, umemfunga tangu saa nyingi, je, umempa dana? Umar, Umar, umar anamwambia Mtume, anataka kukuua, kisha tumpe chakula? Anasema nam. Mtume, anaingia ndani, anatoka na maziwa, anamwambia Omar, mpe fungua. Bedui anafunguliwa kamba, anapewa maziwa, anakunywa. Omar anayatazama, katika lile koromeo yake maziwa yanapopita, anatamani ile shingo. baada ya kunywa haya maziwa Mtume anamwambia anamwambia Omar mfungue, aende zake jamaa. Anafunguliwa kamba, anaambiwa nenda. Anapiga hatua moja mbili tatu, anarudi, anasema ashhadu an la ilaha illa llah, wa ashhadu annaka muhammadun rasulullah. Yule bwana anasilimu, anasilimu kwa upole wa Mtume. Wewe Muislamu, wewe Muislamu, unawachinja wenzako msikitini wanaswali, alafu unajiita wewe ni Muislamu. Unamfuata Mtume gani? Tazama huruma ya Mtume wetu wetu. Mzee Juma wetu Uambiwe tu mzee fulani na mzee fulani walikuwa wanakutafuta ili wakutie makwenzi, utatoka na mapanga saba. Salu ala rasulillah. Waislamu, tunamfuata mtume gani? Mtume sallallahu alaihi wasalama yuko makaburini anazika, anatokea mtu ana Sahaba wanachomoa panga zao wanataka kumshughulikia yule bwana. Mtume anawambia tulieni, mfundisheni kudai vizuri, na mimi mnikumbushe kulipa madeni. swalu ala twaha. Waislamu, wow. <laughs> mnamwiga mtume gani? Mbona nyewe wakorofi kama mnakunywa pilipili, Waislamu. <laughs> mnamfuata mtume gani? Uislamu wa jaspa Uislamu wa ukorofi sana, uislamu wa machungu. Mnamfuata muislamu, mnamfuata mtume gani? Mbona mtume alikuwa mbali na tabia zetu, mbona sisi wakorofi? Hii ndio tabia ya Mtume Muhammad? Hebu tumuulize mke wa mtume, mtume alikuwaje katika nyumba yake? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasalama alikuwa anasaidia hata kazi za nyumbani, kumsaidia mke wake. Mtume aliyeonekanwa siku moja anakanda chapati. <coughs> Wewe shekhe wa mtaa, umewekosha hata sufuria wewe, ni mtume nani? bora ba Mtume oh, oh, oh, sallallahu alayhi alihi wa wasalama, anaikanda chapati, mke wake anatazama. Mtume akaichukua chapati akaitia katika moto, ikageuzwa inashindwa kuiva chapati ile yule mama anashangaa, hii mbona chapati ya hivi mwisho? Akamuuliza mme wake, Fatabasa ma Rasulullah. mtume akatabasa akamwambia, kilichoshikwa na mtume akiingii motoni. Swali ala Twaha. Swali ya mtume Muhammad. Tuwasaidie wake zetu, siku moja unavaa msuli na singlendi, unakanyaga unakanyaga dona nyumbani, ndio mtume alivyokuwa hivyo wakija wakisema, umeshikwa na mke wako, washa akushike. Unataka ushikwe na nani? Mtume sallallahu alaihi wasalama anakula na mke wake nyumbani mke